Ndiyo, kiongozi labda ujitambulishe eh, ili watazamaji wetu wapate kufahamu. Kwa eh, eh, majina naitwa General Major Jean-Si Bigongo Alexis Seraforce Commandant Sego wa mouvement AFP DK ambayo inaongozwa na General Major Bikoto wa Patro Patriot kama vile kamanda na labda utuambie kwa sauti uh, leo unapatikana jijini Uvira, utuambie ni kwa ziara gani? e, nimepatikana Uvira kwa ziara za kazi, nimeitishwa kwenye sekta ya D ambayo inapatikana hapa Uvira. Na labda nyinyi, uh, tuseme kikundi chenu kina kuwa na maeneo, tuseme Lubarika na nafasi zingine, na mnakuwa kama vile mpakani na adui, labda utuambie hali halisi ya huko o, Lubarika, tuseme Luvungi, Kaziba ambapo nini mnamiliki, tuseme mnachunga raia na mali yake. Hali ya usalama iko namna gani kunu kweli? E, hali ya usalama ni nzuri japokuwa sisi na adui tunasogeleana, ila kwa sasa hali ni nzuri e, kuanzia lubarika hadi n kaziba hali ni sawa, ila kwa juma hii ambayo imeisha ndio adui alitaka kunyemelea mapozisho zangu ila hakufaulu. Na labda tukamatie hapo adui ukima, ukisema adui unamaanisha nani? Na unasema alikuwa kama vile anavamia maeneo yenu na akufauli, labda utuambie imekuwaje? e, adui ambaye alitaka kuvamia ni sasa kwangu ni M23 FARDC, ndo alijaribu lakini hakufanikiwa kusogea. Wakati alikuja, watoto walijipanga vizuri na walimrudisha, na karudia tena kwenye mwingine wa kazi na hapo ambapo alijaribu. Labda utuambie, ili watazamaji wetu wapate kufahamu, ilikuwa nafasi gani tuseme, village gani, ili watu wapate kukupajua zaidi. Ilikuwa ngali na ya Nyangezi. Na, na, na matokeo tuseme ilikuwa namna gani na je, kulikuwa mafa upande zote mbili ama namna gani? Upande wetu hatuna mafa ila upande wao, watu wengi watu wengi. Na kamanda tuseme eh, labda utuambie ni mara ngapi hasa adui anavamia position zenu maeneo nyinyi ambapo mnamiliki e, tuseme Kaziba, Lubarika, Kiluvungi na fasi zingine e, adui anajitahidi kunyemelea position za kwetu ila anaoga anaoga kiukweli, sababu mingi ameshatuelewa. Wakati tumeshafanya vita na yeye ameelewa mpigo wetu na ndio sababu kuja kwetu sio rahisi tena e, ndio sababu anaanza kutafuta njia ngambo za Mwenga huko kuja kuchomoka huko, bila hapa kwetu ambapo sisi tunadhibiti. Sifikiri kama anaweza karudia tena kujakua. Na labda utuambie watu wapate kufahamu zaidi e, position nyinyi zenu, tuseme maeneo ambapo ninyi mnamiliki, maeneo ambapo mnachunga raia Uh, labda watu wapate kujua raia, uh, wafahamu zaidi kuhusu kundi lenu. Uh, sisi maeneo ambayo tunazimiliki na raia iko pale, ninatulia na amani, tunamiliki ibarika mpango uh, mungu igala virai unaenda guzi twe unaenda nyoma pale unashuka kumutoni ya ruvinvi kuna mpaka na Nyangezi. E, apa ngali unasogea kwenda Kaziba, sisi tuko pale position zetu zinafunga pale e, mbele ya miti mbili zetu Nambu wanaita nabuni pale, miti mbili position ziko na raia iko pale inatulia amani. Unaposema Kaziba Nyangezi, katika habari ambazo tunazoea tuna, tuna kuzipata ni watu jeshi la eh, M23 AFC ndio wanamiliki nafasi hizo, na inakuaje pia nanini, uh, na ninyi msogelee nafasi labda utwambie tufahamu hapo eh, kwa kweli eh, M23 AFC wanamiliki pande moja za Kaziba na sisi tuna miliki pande zingine za Mboyote, Mkaziba, Kaziba sababu ile na bungu yote inamiliki Mkazima, ila Mukaziba a Kaziba santre ndo adui anamiliki pale pale, atozitubaita adui ana miliki uko na sisi tuna miliki pande nyingine, alafu Nyangezi uh, Nyangezi sisi tunafunga mpaka ila hatufiki Nyangezi sababu wakati tulikuwa kule sisi tulikuwa tulifungia Nyangezi pale bwende ndo ambapo tulikuana, lakini wakati tulirudi nyuma adui akanyemelea tena pale na kapachukua, ila tunaweza kusema Mungu atasaidia tutapachukua tena, sababu mpango mtapachukua sasa. Yapata sasa miezi kadhaa tisa, tuseme kenda ama nane hivi, nyinyi mnaangaliana na wasi wame ishirini na tatu mnaangaliana na wakati mnatoka chooni unamwona naye akitoka chooni mnaonana, mna, tuseme na unajibu nini kwa swali la kusema kwamba mnashindwa tuseme kupigana nao ama kuwaondosha nafasi hiyo vita? e, vita ni mpango, vita ina mpango, hawezi e, kukurupuka tu, unatoka una nyumbani unaenda kupigana vita. Vita ina lazima yake ya kupanga. Alafu kisha kupanga vita utajua namna gani utapigana vita, sababu ikupatie ushindi. Usitoke tu asubuhi na kwenda kupigana na mi wakati haukujipanga. Ila uh, tunaweza kusema raia yetu itulie. Sasa inakuwa muda unafika siku nyingi right. Tumeshavumilia tukisubiria ee sisi lefe tunaona inatuchosha, sababu adui haiheshimu sisi. Tuliheshimu sisi lefe tukafanya defensive, ila wao wanaendelea kufanya offensive kwenye maeneo zetu zingine. Sasa inatubaki sasa, na sisi tujibu, na unasema uh, raia isubiri na miezi kadhaa, kama gisi tumesema, na wao awalali. Mara kwa mara tunasikia wakiandaa vita, wakituma jeshi lao, wakitafuta nafasi kisi ya kupenya Uvira, kupenya Mwenga, kuenda Kamituga, yaani kila siku wanatumika, lakini nini bado mgingali mna kama vile mnasinzia na hawaoni kama vile e, mtajikuta siku moja mnazingirwa kwa kweli kwenye ya kama siku hakuna sua tokea alikuja, alijaribu ila alishindwa. Sasa sidhani kama leo ndio atafanyikiwa, sababu alishindwa nanikuwa na silaha ndogo. Kwa hivyo sidhani kama anaweza kufanikiwa hapa, hapana njia. Labda atafute njia fasi, lakini hapa kwetu hakuna njia. Na labda utuambie uh, jumbe tuseme, ili eh, tuachane na ninyi jumbe tuseme kwa raia, kwa wazalendo o pia kwa jeshi la kitaifa e, ujumbe mkubwa na utoa kwenye raia ni kuwapa kwanza matumaini, watumainie watoto wao, waitumainie hata jeshi la taifa na wenzetu ambao walikuja kutusaidia, jeshi la Burundi hapa. Uvira haitaanguka hata siku moja. Uvira itabaki Uvira. Sisi tumejitolea kwa kupigana vita na hatutachoka, watupatie confiance, serikali yetu itupatie confiance na itukonfie hata vifaa vya kazi, sababu kazi yenye tuko nayo pale iko nguvu, iko nguvu, na ni rahisi kama tutakuwa kwa pamoja. Eh, namomba ndugu zetu wenzetu, wazalendo tujiweke pamoja patriote amejitolea kwa kufanya kazi Lipoto wa patro patriote iko pale, alijiwia njia tokea mwanzo wa adui kuingia mpaka sasa, na leo amesema hata kubali kupana njia ili afike hapo deli toni la damu ya mwisho imwangiki ndo adui afanikiwe, na labda uh, kwa jeshi la kitaifa pia Uh, tuseme FARDC jumbe jumbe kwa FARDC ni kuomba umoja, tuungane, tuache kutengana ili tumondoe adui pale. Inabidi tuwe kwa pamoja, ituravitae nitupatie minisho na armema tufanye kazi. Sisi tuna uwezo wa kupigana vita, hatukufunzwa vita ila tumejifunza sisi wenyewe, na tumeiweza sababu sio ya kwanza mafanikio kwa ana tumeshafanya, na inatupatia mafanikio mazuri. Kwa hiyo jeshi letu la taifa FARDC, tujiweke kwa pamoja ili tumuondoe adui. Na umesema hapo oh, kwamba uh, tuseme jeshi uh, FARDC iwapatie silaha. Na mara kwa mara jeshi la kitaifa linakuwa kama vile linashutumu wazalendo waza oh, kupiga silaha ovyo ovyo bila adui, unajibu nini kwa ili, kwa kwa kwa ili wana haki ya kusema ile sababu wao wenyewe wanavifanya vile vitu jajabu, naweza kusema kwa nini. Unaweza ukapatia mtu silaha katika mwilini, na wenye wako kwenye vita hamuwakumbuki, hamuwapatie kitu. Mimi kama niko hapa, ndio shida nyingine ile ilinileta hapa Uvira, lakini tokea nilifika mpaka sasa sijajibiliwa kitu kufikiria mengi basi, nikaikala mimi natulia, nikiangalia nini naendelea. Kwa kweli wanapana silaha masasi, inabakia kuwenzetu kupiga ndani ya vile hii ya Uvira inakuwa za vile, nije hile, sisi tunaishi kwenye pori zetu tumeshazoea zoea pori, na ndo ambapo niko nataka kurudi. <coughs> Ndio kiongozi, labda ujitambulishe. E, ili watazamaji wetu wapate kufahamu kwa e, majina, anaitwa General Major ani Bigongo Alexis ao Komanda eg wa muvemen AFPDK ambayo niongozwa na General Major General Major Mikoto Patro Patriote Kamanda. Na labda utuambie kwa sauti uh, leo unapatikana jijini Uvira, utuambie ni kwa ziara gani? Uvira kwa ziara za kazi inaitishwa kwenye sekta ya De, ambayo inapatikana hapa Uvira na labda nyinyi uh, tuseme kikundi chenu kinakuwa na maeneo tuseme Lubarika na nafasi zingine na mnakuwa kama vile mpakani na adui, labda utuambie hali halisi ya huko oh, Lubarika, tuseme Luvungi, Kaziba ambapo nyinyi mnamiliki tuseme mnachunga raia na mali yake, hali ya usalama iko namna gani? ku Kwa e, kweli hali ya usalama ni nzuri japokuwa sisi na adui tunasogeleana, ila kwa sasa hali ni nzuri e, kuanzia Lubarika hadi nani Kaziba, hali ni sawa, ila kwa juma hii ambayo iliisha Alitaka za na, labda tukamatie hapo adui ukima, ukisema adui unamaanisha nani? Na unasema alikuwa kama vile anavamia maeneo yenu na akufaule, labda utuambie imekuwaje eh, lakini hakufanikiwa kusogea, wakati alikuja watoto walishipanga vizuri na walimurudisha, na karudia tena kwenye mgini wa kazi na hapo ambapo alikali, alijaribu. Labda utuambie ili watazamaji wetu wapate kufahamu, ilikuwa nafasi gani, tuseme village gani, ili watu wapate kukupajua zaidi ilikuwa e, ngali kuna mgini mmoja unaitwa Ngali, inapatikana ya na, na, na matokeo tuseme ilikuwa namna gani? Na je, kulikuwa maafa upande zote mbili ama namna gani? uvetu, wao, watu ini na kamanda tuseme e, labda utuambie ni marangapi hasa adui anavamia position zenu maeneo nyinyi ambapo mnamiliki e, tuseme Kaziba, Lubarika, Tuluvungi na nafasi zingine e, adui anajitahidi kunyimelea position za kwetu, ila anaoga anaoga kiukweli, sababu mingi ameshatuelewa wakati tumeshafanya vita na yeye, ameelewa mpigo wetu na ndio sababu kuja kwetu sio rahisi tena e, ndio sababu anaanza kutafuta njia ngambo za Mwenga huko kuja kuchomoka huko bila hapa kwetu ambapo sisi tunadhibiti. Sifikiri kama anaweza kurudia tena kuja kujaribu. Na labda utuambie watu wapate kufahamu zaidi e, position nyinyi zenu, tuseme maeneo ambapo ninyi mnamiliki, maeneo ambapo mnachunga raia. Uh, labda watu wapate kujua raia, uh, wafahamu zaidi kuhusu kundi lenu uh. Sisi maeneo ambayo tunazimiliki na raia iko pale, ninatulia na amani, tunamiliki barika mpango uh, mungu igala dirai unaenda guzi twe unaenda Mnyoma pale unashuka kumutoni ya Ruvinzi. Kuna mpaka na Nyangezi e, apa Ngali unasogea kwenda Kaziba. Sisi tuko pale position zetu zinafunga pale e, mbele ya mitimbili ambao wanaita Nabuni position zetu ziko pale mitimbili position ziko na raia iko pale nainatulia nama unaposema Kaziba Nyengezi. Uh, katika abari ambazo tunazuea tuna, tuna kuzipata ni watu jeshi la eh, mv3 fc ndio wanamiliki nafasi hizo, na inakuaje pia nanini, uh, na ninyi msogelee nafasi labda twambie tufahamu hapo eh, kwa kweli mv 3 wanamiliki pande moja za Kaziba na sisi tunamiliki pande zingine za Kaziba sababu ile nabumbu yote te igaliki mukaziba ila Kaziba sandre ndo adui anamiliki miliki pale atozi, tukafika adui ana miliki na, eh, sisi tunamiliki pande nyingine, alafu nyangezi nyangezi, sisi tunafunga mpaka ila hatufiki nyangezi sababu wakati tulikuwa kule sisi tulikuwa tulifungia Nyangezi pale bwende ndo ambapo tulikuwa, lakini wakati tulirudi nyuma adui akanimelea tena pale na kapachukua. Ila tunaweza kusema Mungu atasaidia tutapachukua tena, sababu mpango huku mtapachukua. Sasa yapata sasa miezi kadhaa tisa, tuseme kenda ama nane hivi. Nyinyi mnaangaliana na waasi wa M23, mnaangaliana na wakati mnatoka chooni unamwona naye akitoka chooni, mnaonana tuseme. Na unajibu nini kwa swali la kusema kwamba mnashindwa tuseme kupigana nao ama kuwaondosha nafasi hiyo? E, vita ni mpango. Vita ina mpango ukakurupuka tu unatoka nyumbani unaenda kupigana vita. Vita ina lazima yake ya kupanga alafu, kisha kupanga vita, utajua namna gani utapigana vita, sababu kupatie ushindi. Usitoke tu asubuhi na kwenda kupigana na adui wakati haukujipanga, ila uh, tunaweza kusema raia yetu tulie, sasa inakuwa muda unafika, siku nyingi tumeshavumilia tukisubiria se se lefe ila se se lefe, tunaona inatuchosha, sababu adui haiheshimu sisi. Tuliheshimu se se lefe tukafanya defensive, ila wao wanaendelea kufanya ofensive kwenye maeneo zetu zingine. Sasa inatubaki sasa na sisi tujibu na unasema uh, raia isubiri na miezi kadhaa, kama gisi tumesema. Na wao awalali, mara kwa mara tunasikia uh, wakiandaa vita, wakituma jeshi lao, wakitafuta nafasi kisi ya kupenya Uvira uh, kupenya Mwenga ku, kuenda Kamituga yani kila siku wanatumika lakini nini uh, bado mngingali mna, kama vile mnasinzia na Uh, uh, uh, auoni kama vile uh, mtajikuta siku moja mnazingirwa kwa eh, kweli kwenye hii rute numero 5 hii plane ya kwetu, ambayo si, si, tunadhibiti. Nitawahakikishia kama hakuna siku avia cakitaa tokea. Alikuja alijaribu, ila alishindwa. Sasa sidhani kama leo ndio atafanikiwa, sababu alishindwa na nikuwa na silaha ndogo kwa hivi sidhani kama anaweza kafanikiwa hapa. Hapana njia, labda tafute njia nyingine fasi, lakini hapa kwetu hakuna njia. Na labda utuambie jumbe, tuseme e, ili tuachane na nyinyi. Jumbe tuseme, kwa raia, kwa wazalendo o, pia kwa jeshi la kitaifa e, ujumbe mkubwa nautoa kwenye raia ni kuwapa kwanza matumaini, watumainie watoto wao tumainie hata jeshi la taifa, na wenzetu ambao walikuja kutusaidia jeshi la Burundi. Hapa Uvira haitaanguka hata siku moja. Uvira itabaki Uvira. Sisi tumejitolea kwa kupigana vita na ha, hatutachoka, watupatie confiance serikali yetu itupatie confiance na itukonfie hata vifaa vya kazi sababu, kazi yenye tuko nayo pale iko nguvu, iko nguvu, na ni rahisi kama tutakuwa kwa pamoja eh. Nanomba ndugu zetu wenzetu wa zalendo, tujiweke pamoja. Patriote amejitolea kwa kufanya kazi bikotoa patro patriote iko pale alijiwia njia tokea mwanzo wa adui kuingia mpaka sasa, na leo amesema hatakubali kupana njia, ili ajue afike hapo, ili toni la damu ya mwisho imwagike okay, ndo adui afanikiwe na labda. uh, kwa jeshi la kitaifa pia uh, tuseme FARDC, jumbe ujumbe kwa FARDC ni kuomba umoja ungana tuache kutengana ili tumondoe adui pale. Inabidi tuwe kwa pamoja ituravitaini nitupatie minisho na armema ah, tufanye kazi. Sisi tuna uwezo wa kupigana vita, hatukufunzwa vita ila tumejifunza sisi wenyewe na tumeiweza sababu sio ya kwanza, tumeshafanya na inatupatia mafanikio mazuri. Kwa hiyo jeshi letu la taifa FARDC, tujiweke kwa pamoja ili tumuondoe adui. na ume, umesema hapo oh, kwamba uh, tuseme jeshi uh, FARDC iwapatie silaha, na mara kwa mara jeshi la kitaifa linakuwa kama vile linashutumu wazalendo oh, kupiga silaha ovyo ovyo vyo, bila adui. Unajibu nini kwa hili? kwa kweli wana haki ya kusema ile, sababu wao wenyewe wanavifanya vile vitu taajabu. Naweza kusema kwa nini, unaweza ukapatia mtu silaha katika mwilini, na wenye wako kwenye vita hamuwakumbuki, hamuwapatie kitu. Mimi kama niko hapa, ndo shida ingine ile ilinileta hapa Uvira, lakini tokea nilifika mpaka sasa sijajibiliwa kitu kufikiria mengi basi, nikaikala mimi natulia, nikiangalia nini inaendelea. Kwa kweli wanapana silaha masasi inabakia kuwenzetu kupika ndani ya vile hii ya Uvira inakwaza vile nij to ile, sisi tunaishi kwenye pori zetu tumeshazoea pori, na ndo ambapo niko nataka kurudi <coughs>